Mheshimiwa Spika, ni dhahiri kuwa wafanyakazi wamekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa letu. Nitumie fursa hii kuwapongeza kwa dhati wafanyakazi wote nchini, vile vile wapongeze waajiri, viongozi na vyama vya wafanyakazi na wadau wote na kuendelea kuheshimu haki na utu wa wafanyakazi. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia nafasi hii kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kushirikiana na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA vile vile na chama cha waajiri Tanzania ATE katika kuhakikisha kuwa msingi ya haki ya wafanyakazi inazingatiwa. Serikali itaendelea kuhakikisha kwamba wafanyakazi wataendelea kupata stahiki zao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Hili linazungumzwa kwa sababu mafanikio yote ya serikali yanatokana na kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hawa kwenye sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tunafanya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani almaarufu Mei Mosi yatakayofanyika siku ya tarehe moja mwezi wa tano ambayo yanafanyika kila mwaka, na mwaka huu maadhimisho haya ya kitaifa yanatarajiwa kufanyika mkoani Singida. Maadhimisho hayo si tu kielelezo cha mshikamano na heshima kwa wafanyakazi, bali pia yanadhihirisha dhamira ya dhati ya kuhamasisha utoaji haki za wafanyakazi, ustawi, mazingira bora ya wafanyakazi, lakini pia kupokea changamoto za wafanyakazi kupitia maandamano watakayopita mbele ya mgeni rasmi. Mheshimiwa Spika, nitoe wito kwa wafanyakazi wote nchini kuendelea kufanya kazi kwa bidii, weledi, maarifa, uadilifu na kwa moyo wa kujituma katika kuwapokea, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa wakati. Hivyo nawatakia na kila la heri katika kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani.